Halo. Hello. Yes. Mnafika wapi? Oh, si, mimi nimekuja na hii barabara uliokuwa unasema hii hii ya vumbi. Okay, kitu utafanya ni utachukua bike. Mwambie akilete place inaitwa law two. Oh, oh, ni kuje huko. Sasa. Halo. Sasa nitawaomba bike. Sasa. Hey. Anani <laughs> kati ya simu u sasa, hata ni wapi mali kwa wapi mali gani? Sasa usikii hiyo kitu nimemiss Wacha ufala bwana, mbona hujaniambia kwa, kwa sababu unaendesha pikipiki na huko kano na kazi na client yako pale hivi. Unajua pia jana umefanya hivyo? Hakuna bwana, hata ni kama hata uwesaniuu yako hapa. unapiisha pikipiki huko mtu atachukua aje? Acha, wacha enda bwana, achana na hiyo pikipiki yangu. Wacha unajua hata sengeu utapigwa mawe siku mbili Mmefanya kazi yangu chini kikurambe, tanisukume pikipiki yangu. Awa mtu mjinga hata ajui kufanya kazi, fadhali nisukume tunie Bro, niaje, uko poa? hmm. Kwani shida ni gani, umekaa hapa chini hmm? Hmm? Shida ni gani, ukiongelesha mwanaume simama bwana, ni nini, simama. Naona umebeba bag, kwani uko na shida hmm. ni shida ni gani? si msichana nilikuja kutembelea, akaniambia nikuje saa hii, anishikii simu, akushikii simu hmm. So, ujui wasichana wa Nairobi wao ni wakora. Sasa utafanya nini, si utarudi sina, sina fe, hauna fe, hauna fe. Ulikuja aje huko? Ulifika aje Nairobi? Sinilifanya mjengo wiki ine nikapata faya, tena akaniambia nikuje, so kufika kufika huko chini akaniambia nikuje, sasa shiki simu, juu ujui we wasichana wa Nairobi ni wakora eh? mm -hmm. lakini haina shida mi fanya aje? mm -hmm. We, naona wewe ni mwanaume kama mii. We ni ndugu yangu, mimi nitakusaidia. mm -hmm. Kuna mahali nitakupea, utalala utapumzika hapo mpaka upate fe ya kurudi, sawa? Eh, kuna mali mimi. Eh, unajua so, when... eh, mimi rafiki. Rafiki. Eh, ni rafiki mimi siwezi kupoteza. Tunaweza enda hivi. hmm. Uko sawa? Sio mbali ni hapa tu. Oh, hmm. Na hii nyumba mimi nakupeleka nimesaidia watu wengi sana na, nikuulize, umetoka upande gani? Mimi? Eh. Mimi natoka Omabe. Mm. Kumbe watu wa Omabe walijua Kiswahili, nasikia unaiongea vizuri <laughs> tunajaribu <laughs> unajaribu, mm. Aa, sasa usijali, hata tumekaribia kwangu mm. ni hapa hivi na, na usiogope mm. wewe feel ukiwa nyumbani ah. Sawa so, usiogope kabisa Yeah, mi ninaisha hapa eh, naisha, karibu sana. Oh. Eh. Yeah, karibu. Sandu, saidia, eh. Hmm? Ah, karibu bro, hapa ndio utatulia uh -huh. Fila tu, msiogope kitu, kuna uh, mtu atakushughulikia uh -huh. Utakula uh -huh. Utakunywa uh -huh. na kila kitu yoyote yenye utataka atakufanyia sawa. We, ku, kuwa free kabisa free. Ee, mimi ninatoka kidogo mm. mm. ninarudi, kwa hivyo unaweza weka tu chini. Ee, kuna mtu anakuja kukushughulikia sawa. mm. Ni utamngojea hapo, mimi ninarudi. Haya oh. Feel free so, usiogope kitu, usiogope so, uh, angalia tu oh. Sasa customer. Oh, customer? Ah, pole. Sijakuambia mimi. Mimi ndio mfanyikazi nafanya kazi hapa. Oh, naona mnakafanya kazi mzuri sana eh? <laughs> <laughs> Yeah. Juu rafiki yangu amenisaidia like, kusema tu kweli. Amekusaidia? Eh. Eh, eh. Unajua sikuwa na expect kama nikikuja Nairobi naweza patana na place kama hii. Unaona? Sana. Nisikue na uoga na hmm. Hmm. Well, feel free. Usikue na stress yako. Sindio nikuona tu mamvi hapa pa, na pale si ndiyo, hata nimesha kutengenezea huko kitanda. Ukisha ukishamaliza ukishachoka kukaa hapa, uende bedroom ulale. Na hapa munalinda watu vizuri, hata kama amuwajui amu. Hiyo ndo kazi yetu. Oh, hiyo ndo kazi yenyu? mm. Kazi mzuri sana nime, napenda. Sawa alafu mm. unataka kukula nini? Mi hata mayai naweza kakupikia kila kitu kenye unataka yani, uko hapa sababu yangu sasa, yeah. Kila mtu akiingia unamshughulikia vizuri, napenda vizuri. Yeah. <laughs> so mimi ni <laughs> mtu. Aha. ya omo bei, hmm. sinajua huko yeah. lakini <laughs> yeah, tunapenda chapo chapok chapo a tunapenda chapo sana

Mimi wacha niende huko kwa bedroom, kisha maliza mambo zako hmm. Utanipata huko uh -huh. Kitu yote unataka kufanywa we niite tu, nikufanyie, nisikuze kitu hapa. Feel free unaweza fanya kitu yote unataka oh, Nikikutaka nikuje tu ni kuje eh. So umesema kulala ni huku hmm. Sawa hai karibuni <laughs> karibuni. eh? Eh, karibu karibu. eh, karibu eh. ah, ka karibu bro. hmm. ni aje? oh. ah, nimekuletea services zingine hapa. hmm. kama hii yenye iko hapa haikufanyi ufurahie. hmm. eh, unaweza chagua moja hapa ndiko. hmm. Sawa, uko sawa sawasawa. hmm. uko ah, hmm. sawa kabisa, uko sawa, hautaki? yeah. Uwezi chagua, angalia vizuri kwanza <laughs> <laughs> services ni <inini>. mingi. <laughs> Uko sawa kabisa. Wacha niwapeleke next door. Wacha niwapeleke. Shukran, shukran. Tuende next door. Shukran bro, uko sawa. Ah, kabisa. Habari <coughs> ya subuhi oh, uko salama. Uko salama. Namba kuketi tu. Usiku uh, uh, imekuwaje bwana? Ossi, okay. Mm. Umeshughulikiwa kila kitu, kila kitu. Eh. Yeah. Kwa kwa ukweli ah, hata ninawaona ume nimepata ukifanywa masaji. Kwa hivyo a mm, uh, umefurahia lakini Ahkuokolea e, uh, mwanaume ni lazima, unajua mtu kama kama, alafu uh, tuko stranded, lazima mm. nitafute njia uh, haina ah, shida. Lakini sasa mm. uh, sasa ndio hizi risiti hapa. Hii ni ya accommodation plus ile chakula ulikula inakuja 20000. Hii ni ya other services inakuja 25000 sasa sasa, hapana be... sijakosea. other services ama umeshinda, umefanyiwa kila kitu venye hapa nimepata, ukifanyiwa masaji, ulipikiwa, usiku ilifika mulilala, sasa ndio unafaa kulipa. hmm. Eh, sasa before utoke hmm. lazima ulipe 45000 <laughs> hmm. <laughs> Hauna aje ama unataka kukataa hizo services Aha, ujafanyiwa ulimfanyia services? ulifanyiwa wacha services? Wacha nikuambia unaona kwa hizi nyumba nyumba kila mahali hata bedroom kwa bathroom hmm. kuko na CCTV. ama nipige simu sahii tukuja tuonyeshwe oh, uh, utalipa, utalipa. Mm. ni pesa ngapi unafaa mm -hmm. kulipa 45000. ama, ama nikuanike utalipa ah, ni post hizi vitu kusini. Unatafuta pesa unilipe, hakuna anko yako pesa. Before utoke kwa hii mlango, unafaa kuwa umelipa we. Ama ni unaona aje? Nisaidie simu yako, nipigie security huyu. Ni kama unalipa wae wae. Unalipa sahii pesa, piga simu, kuna mtu unajuana naye, hiyo pesa atume sahii. Weka namba yake hapa, weka namba hapa Hiyohiyo iyo pesa atume sasa, no, warakisha, shika simu, sio mimi naongea naye like kuna, a kuna, of kuna vitu za bure huku town, kuna kuna vitu kwa na hiyo credit bado utalipa hii, ah, ah, pesa lazima itoke, na la credit ulipe, harakisha, mteja hmm. Pigia mtu mwingine si, si utalipa hii pesa tuingie huko ndani hmm? Amka amka, tuingie huko ndani tuingie huko ndani hmm? Game over unauliza hmm?